Aa, karibu sana mtazamaji wetu wa kipindi cha Worship Crusade. Aa, ni matumaini yangu kuwa wewe ni mzima na una afya njema kwa neema ya Mungu. Aa, mara ya mwisho tulionekana hivi tulivyo tukiwa pale apoti, lakini leo Mungu katupa neema tena tumeweza kuonekana kama tulivyokuwa pale. Aa, katika kipindi hiki nina mgeni ambaye watu wengi sana <laughs> wanatamani kumfahamu kwa profile. Tukisema profile ni kiundani zaidi. Karibu sana askofu, asante. Nitaomba ujitambulishe kwa undani. Mimi sitaji jina lako nisije nikalikosea, <laughs> lakini tunatumaini wewe ukiwatajia mtazamaji wetu jina lako watalielewa na wataielewa profile yako kwa undani zaidi. Karibu sana asante. sana ndugu mtangazaji. Uh, kwa kweli ninafurahia nikikumbuka siku ile nilikuwa natoka Israeli tukakutana pale airport. <laughs> ni kweli kabisa umegusa mahali ambapo uh, pamegusa watu wengi yes. na jambo lile limetembea sana na limesababisha kwa kweli watu wengi wamekuwa na shauku ya kunifahamu. Oh, yes. Mimi huwa si mtu wa kujieleza eleza sana. Ndiyo. Mambo yangu lakini Bwana anayajua yote. Kwa ujumla tu ni kwamba mimi naitwa John Shusho Elisha. Ndiyo. Ni mtumishi wa Mungu, lakini pia nimetumika katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zaidi ya miaka 30 na zaidi. Um, na Mungu ameniita nimtumikie, na mara nyingi huwa sipendi sana watu aniite bishop. Ningependa sana watu waniite kuani kwa sababu uh, waskofu ni kazi anayopenda mtu. Mm, lakini kuani huchaguliwa na Mungu. Okay. Sasa mimi utumishi wangu nimechaguliwa na Mungu kama Haruni alivyochaguliwa na Mungu, na Mungu akamuita kuhani. Kwa hiyo huwa napenda sana watu waniite kuhani na yes. mimi kazi hii sikuichagua mimi, ila Mungu ndio alinichagua nimtumikie, yes. kwa ujumla tu ni kwamba nisizungumzie vimasomo masomo vya uko chini mm. Kwa ujumla tu nimesoma, nime, nime, nime mpaka high school, lakini uh, nilienda uh, kusoma masomo ya e uhasibu mimi mpaka form 5 na form 6 yes pale Moshi sekondari nimesoma PCB, lakini uh, diploma nikaenda kufanya uhasibu, nifanya uhasibu wakati huo. Uh, Tanzania Institute of Accountancy ilikuwa inaitwa DSA, Dar es Salaam School of Accountancy, okay. Kwa hiyo nimefanya pale diploma ya uhasibu na baada ya hapo nikaenda kufanya degree ya uhasibu chuo cha uhasibu IAA. Iko wapi? Institute of Accountancy Arusha, Arusha. E, nipiga Sa. miaka miwili pale, baadaye nikaja IFM nikafanya postgraduate ya tax, yeah, tax. n no, miaka miwili pale IFM. Baada ya pale nikaenda kufanya masters Uingereza, kuna chuo kimoja kinaitwa Anglia Ruskin University, kwayo nilifanya pale miaka miwili kuna kuna kuna kuna kampasi uh, yao ambayo iko karibu na da London, London Bridge pale London Bridge, karibu sana na London Bridge ambapo upande kuna, kuna mto pale unaitwa Mto Themi, hmm, ambapo kulia kwake kuna kuna Westminster, jengo la bunge la Uingereza, na kushoto kwake kuna St Thomas Hospital mahali ambapo baba wa taifa alifia pale kwenye hospitali hiyo ya St. Thomas, kwaho okay. Ukishuka chini kidogo ndo nakuta hiyo campus ya, ya Anglia Ruskin University. Lakini pia nilipokuwa Uingereza nafanya masters ya international business biashara yeah, ya kimataifa ndo mm. nilifanya pale, lakini pia nilifanya theology wakati huo nilipiga ndege wawili kwa jiwe kwa moja, moja. Yeah, kwao mm. nikafanya practical theology kuna uh, chuo kimoja pale jirani kinaitwa South Bank University. Kanisa nilokuwa na sali yeah. Brixton Church walikuwa na program, walikuwa walikuwa na chuo pia okay. Na walikuwa nasomea kwenye campus ya chuo hicho cha South Bank University, kwa hiyo nilifanya practical theology pale kwa mpaka narudi nilikuwa na cheti cha, uh, cha theology pamoja na masters. Lakini baada ya hapo nilipoingia kwenye full time ministry nilifanya pia PhD ya theology ukiwa huko huko Marekani. Sasa Marekani hiyo ni so, Marekani sasa so. So, wakati nimeshamaliza nimerudi Tanzania okay. Kwao nikaenda kufanya uh, PhD ya theology ndio pale uh, Florida Pensacola, mji mmoja wa Pensacola Florida ndio nilipofanya PhD ya theology lakini pamoja na hayo, nimepata PhD ya Hanas nimepata mbili hmm. ya yeah. divinity na humanity kwayo, kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama nina PhD tatu, tatu. mbili za heshima <laughs> na moja ya darasani yeah. kwa hiyo ndugu, uh, ndio hivyo kwa ufupi naweza nikasema hivyo, lakini pia niseme tu kwamba uh, nimetoka kwenye familia ya kikwani. Eh, ndani ya ya familia yetu kwa baba na mama tuko wachungaji watatu, ambaye okay, kakaangu ninayemfata ni yuko yeah, Marekani ni mchungaji Marekani, pamoja na kwamba ni professional engineer, lakini pia ni mchungaji kule Marekani. Na huyo mwingine tuko naye hapa Bongo, yuko Masaki, naye pia ni mchungaji, ni askofu ya, ah kwa ujumla ni hivyo, watu wana huwa wana, ni mtu wa low profile, lakini <laughs> nina mambo mengi lakini yeah. Pia namshukuru Mungu nimetembea nchi nyingi sana yes, yes. Asia nimefika, Uingereza nimefika, Marekani nimefika kwa hata Afrika nimetembea tembea kidogo, mm. Tusipoteze muda kutaja, lakini yeah, kwa kweli nimeshatembea nchi nyingi sana nchi yeah, nyingi yeah. yeah. Sasa mtazamaji, mimi ningetaja ya profile yake labda hata theruthi ni singefikia, <laughs> lakini kwa kuwa mwenyewe amejielezea na unaweza kujiuliza, ah, mtazamaji labda anaweza kujiuliza lakini nafasi ya kuuliza akawa hana, anaweza kujiuliza ni kwa nini umesoma kwa muda mrefu alafu ukaja ukaacha ulichokisomea ukaingia kwenye uchungaji. <laughs> E, ndio maana nasema mimi kazi ya uchungaji <laughs> Sikujiita ila nimeitwa na Mungu. Eh, nimeitwa na Mungu na ndio maana nasema, ninapofika swala la utumishi, mimi sikuja kwenye utumishi kutafuta pesa. Ndio. Bali nimekuja kwa sababu nimeitwa na Mungu, ya yeah, nilikuwa nafanya kazi ofisi kubwa sana. Sama. Lakini Mungu akaniita nikaje huku kumtumikia, ni wito, yeah, ni wito. <laughs> na ndio maana sipendi kuitwa bishop, napenda kuitwa Kuhani.